Atukijumuika pamoja kwa sababu tunatembea pamoja, sisi ni watu ambao tunatembea challenge moja, kwamba tuawae wetu, na sana sana hii kitu kama hivi hakijawahi kuwa mahali, lakini Bungoma tumeizindua leo, na ni kitu ambacho kitaenda mbali. Tumeweza kufanya kuona mjane kufurahi, tumeweza kuona mjane akicheka. Mara nyingi mjane hukaa peke yake, akikuwa mpweke akiona kwamba amesahaulika, lakini leo nimewaleta pamoja kwa sababu wajihisi kwamba wako nyumbani. Hata akiwa nje anajua kuna mtu ambaye anawajali, na zaidi ya madhumuni ya leo ni kwamba tunaletwa pamoja ili tuonyeshe, tuoneshe umoja wetu kama Bungoma County Widows, na hii haitabaki hapa, tunaenda mbali. Tunataka kufanya miradi mingi na katikati ya miradi hizi ni kuzindua, hii leo tumeizindua, na tena tunataka sasa kushikana mikono, turegist hii kikundi, na registration inapoendelea, kuna watu ambao wako kando, ninawalika wakaweza kujiunga na vikundi ote waliko Kongoma hii na walika waungane na walinde kwa jini, nikuje nikaweze kufundisha vile linavyotembea. Maana hawa wametembea hivi wanavyoonekana vizuri ni kwa sababu wamefundishwa vile jinsi ya kukaa na kuishi vizuri. Au mama huwa wanatoa pesa zao, hawaombi tena, hawaendi kwa watu kuomba, hawaendi kulia. Wao wametoka katika vilio, sasa hivi wako sawa na zaidi ya sana tunashikana mikono wakati mtu anapoteza mtu, hata kama ni e, Webuye, hata kama ni Bumula bu, bu, bu, uh, tunashikana mikono tunatembea pamoja tunasanya pesa na tunaenda kulia vizetu. Kwa hivyo madhumuni ya siku hii ni kufurahia na kushangilia na kukaa pamoja na na na kusikia kwamba kila mmoja kumbe ana changamoto yake, lakini tukikuja pamoja changamoto yetu inakuwa moja. Leo na garimunashu imekuwa siku njema ambayo Bwana amesikia kilio chetu, amaata mtu ambaye atasimama na sisi takuendelesha na kituni hiki. Hatuko tena peke yetu, tuko na mtu ambaye hatusukia mkono kaale, kwamba ma amekubali mba, kutembea pamoja nasi na hivi Bwana ame maanisha kwamba Mungu amesikia kilio cha mjane, na nyuma yangu hawa ndio wajane ambao kati kati yao ukiona vile wamekaa wamerembeka, ni kwa sababu ya umoja ambao tumeweka pamoja na mikakati ambazo tumeweka. Mungu ametusaidia kufika mahali hapa, nimetembea mama wako na challenges, na challenges ambazo tuko nazo hata mimi mwenyewe niko nayo, kwamba hata kutembelea hao mama kwa vikundi ni shida, maana unahitaji transport, unahitaji pesa ambazo zinaenda niwafikie, kutoka hapo kufika mahoteli kwa ninahitaji pesa, kutoka hapo kufika mahoteli ninahitaji pesa, lakini hizi fedha hasiko, tunahakikisha kwamba tunawafikia ni nahakikisha kwamba tunawafikia na ndowazungumzia zaidi yayote. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo niko nayo katikati wetu. Nikipata mtu ambaye anaweza kutushika mkono tena, anaweza kutufadhili anaweza kutembea nasi, tunawakaribi amengoja tu aitiwe anakula tu, akimaliza tena anaomba. So hiyo ndio notion ambayo ninataka kutoa katika wajane kwamba tusiwe watu wa kuomba tu kukula na kumaliza hivyo. Tunataka tuweke pesa yetu kwa mfuko. Kwa hivyo wale ambao ninatembea nao saa hii wako na pesa kwa mfuko wako, wanaweza kujisimamia, wanaweza kutembea wenyewe, wanafanya biashara zao ndogo ndogo. Kwa hivyo shida ndogo ndogo hizi haziwasumbui vitu ya kwenda kwa, kwa milango za watu kusumbua. Awasumbuliwi. Nakuta mjane akionekana tu kwa geti ya mtu, mtu anafikiria ameenda kuomba, na imefika mahali hata sisi wajane tunasaidia watoto wao. watu ambao wako na waume wao ama wazee wa, wa, wa wao sisi wa mama wajane tunasimama kwa pengo, hata kulipia mtoto school fees tunasimama kwa pengo, hata kusaidia mjane mama mwingine mwenye hapo na bwana, lakini hajimudu sisi tunawasaidia kwa udogo wetu na kwa uchache ambao tuko nao, tunafanya haya mambo kwa sababu ya utukufu wa Mungu, maana hatufanyi haya mambo kwa sababu ya tunapenda, tunayafanya kwa sababu tunapenda kufanya hivyo, na mikono zetu mifupi. Tukipata zaidi tutasaidia zaidi. Wengi wamekufa moyo kwa sababu wanapenda kupewa, lakini wale ambao wanatembea ni wale ambao wamekubali kutembea natoa pesa zao kidogo kidogo. Kuna kikundi hapa Taisa saa hii iko na shilingi elfu mia mbili na walianza na shilingi hamsini walianza na shilingi thelathini saa hii wako na shilingi karibu mia mbili. Wanafanya table banking wenyewe, wakifanya hiyo pesa ikigenerate, wanaenda kufanya biashara zao. So ninashukuru Mungu sana kwa hiyo kazi nzuri ambayo Bwana ameanzisha na inaenda kuwa zaidi kuanzia leo. Mungu anaenda kuinua mradi huu kuanzia leo kwa sababu tulikuwa tunafanya peke yetu, lakini sasa hivi tuko sasa na mtu ambaye anaweza kutushika mkono na kutembea na yeye. Na leo tena tunaomba kwamba kama kuna mtu mwingine yuko tayari kutembea na sisi, njoo, sisi tutakukaribisha. Lakini hatuko hapa kuomba, tunasema tu njoo, tunakukaribisha, tunakufungulia mlango, njoo useme maono yako, na tutakuchukulia maono haya, tutembee nayo kama unatamani na kwa mjane ambaye amebaki baada ya kuungana na vikundi vi, vi, zingine, naomba kwamba jiunge na vikundi hizi jiunge na vi, hizi vikundi utafaidika, watoto wako watasoma, utaishi vizuri, au utaishi maisha ya kulia tena. Mungu ametukumbuka, na Mungu anaendelea wa kukumbuka wajane, na zaidi ya yote ninashukuru Mungu kwa sababu bali huu ni yeye peke yake ametuma tu wajane. Mjane huwa, si, huwa kwa kila kijiji kuna mjane kwa hivyo kwa kila kijiji kuna representative wa wajani wenye waka hapa. So hawa wajane ndio tunawaambia na sometimes tunapitia kwa chiefs. Tunawaambia chiefs ama assistant chiefs ama mkasa kama kuna mjane hajajiunga na chama, kuja jiunge na chama chetu na kututembee pamoja kuna wale wanakubali kuna wale hawakubali. Kwa hivyo kufikia hapo changamoto ni kwamba. Wamama wote wakuja the board tutembee pamoja, some of them are still wengine, bado wanasema watakudwa pesa yao, kwa sababu kulikuwa na watu matapeli ambao walijaribu kula pesa yao, walikuja kwa njia hii na wakokula pesa ya wajane, so wengi wanaogopa hizo, lakini

na ile fellowship inabidi hom tena ndani yao na wakati tunawaugiria na tunawaombea, Bwana anawafanyia mema. Kwa hivyo tunaendelea ku wauwao wajane wote kutoka kaunti ya Bungoma na kasamaaji, tutazama kwamba bado Bwana ana neno la tumaini kwenu, kwamba tuwe na imani ndani ya Bwana vile Paulo anaambia tuaewaea wanaposimama kwenye imani basi Mungu atawakumbuka atawasaidia nakido wao na mbimu bado zinaongea na hawatakuwa watu wa kukandamizwa kama wale wengine ambao wktamua, nahakikisha kwamba Bwana atawasaidia katika neno na katika imani. Na, na tunapoenda mbele tunaomba kwamba tutaeka vichwa vyetu pamoja pole pole vile Bwana anatuwezesha hata kufanya kongamano la wamama wajane likuwe kabisa kwamba hata waisani wengine ambao wana maono kama haya wanaweza kuja tufanye pamoja, na tuweze kujenga wamama hawa na tuweze kusaidia nafsi hizi kuweza kueuka maishani, na hii ndio maendeleo pia tunataka katika maisha ya watu. Mungu wangu awabariki sana, tunashukuru Mungu kwa kazi hii, tunashukuru Mungu kwa Pastor Christine ambaye amesimamia wamama hawa, anasaidia katika coordination na viongozi wote ambao wamefanya kazi nzuri weza kuleta wamama wote kutoka kila sehemu ya Bungoma County na tukaweza kuunganika katika Holy Gate of Heaven Church. Mungu awabariki sana na Mungu akuwe na nyinyi in Jesus name.